Amani ya Rahmani yangaze popote pale ambapo yatazamwa matangazo bora ya Kishki TV. Karibu sana mtazamaji, katika siku nyingine, mwendelezo wa kambi hii ya tohara, kwa maana ya sunna kwa watoto wa kiume, na leo ikiwa ni kituo cha nne katika wilaya hii ya Ilala tangu tumeanza katika wilaya hii. Leo tuko hapa katika kituo cha afya cha Tabata Segerea, na alhamdulillah tayari timu nzima ya SMV ambao wao ndio watekelezaji kwa vitendo ofa hii ya Alhikma Foundation wakiwa tayari wamewasili. Pia nyuma ya kamera ni Omari Salum Nganga, mimi ni mwana wa Maalim Mashi. E, kama kawaida yetu, kashuhudie kwanza kile ambacho Dr Mwimbe anakiwasilisha kwa wazazi ambao wamefika kwa ajili ya kuwaleta watoto wao kufanywa jambo hili la sunna. Ni zoezi ambalo tunalifanya kwa sababu lilitangazwa katika mashindano makubwa ya Qurani chini ya taasisi ya Alhikma na kwamba mwaka huu moja ya zawadi ambayo Alhikma anatoa kwa wananchi wa jiji la Dar es Salaam ni kuwafanyia tohara watoto alfu moja. mm-hmm. Lakini haikutosha tu hivyo tukasema, tuchague vituo vya kufanyia hili zoezi lenyewe, tukalipendekeza zoezi hili lifanyike katika vituo vya serikali, sawa eh? lakini haikutosha hivyo, tukasema kwa sababu wananchi ni wengi. Dar es Salaam ina watu zaidi ya milioni sita, kwa maana nyingine watoto pia watakuwa ni wengi sana. Tukawa tumechagua wilaya mbili, sawa. Tukachagua wilaya ya Temeke na wilaya ya Ilala, lakini katika kila wilaya ina vituo vingi vya serikali. Tukachagua vituo kumi katika wilaya ya Temeke na vituo kumi na mbili katika wilaya ya Ilala. Kwa bahati bila kutarajia, moja ya kituo ambacho kilichaguliwa ikawa Segerea, ambao ndio leo tumefika hapa Segerea kwenu, sawa. Lakini tunakuja leo Segerea tukiwa ni kituo chetu cha nne katika wilaya ya Ilala. Wiki iliyopita tumefanya vituo viwili Buguruni pamoja na Vingunguti, jana tumekuja Kiwalani na leo tupo Segerea, vituo vyote kumi vya Temeke tukishamaliza sawa eh? Zoezi linaendelea mpaka mwezi wa saba tarehe ishirini na moja ndio itakuwa mwisho sawa. Kwa hiyo sasa wakati tunaendelea, ile watoto a alfu moja ambao tulikuwa tumetangaziwa walishaisha, tunaelewana, walisha meshaisha. Mpaka hivi tunapozungumza, mpaka siku ya jana tumekwisha wafanyia watoto alfu moja mia moja arobaini na nne Sawa, lakini Alhikma baada ya kuona kwamba uitikio ni mkubwa na vituo bado ni vingi, wameamua kuongeza watoto mia nane wengine, sawa eh, ili na wengine hao wa, wapate hii huduma. Kwa hiyo nyinyi nyote ambao mmekuja leo hii, nyote kwa uwezo wake Allah mtafanyiwa, sawa eh? Kwa hiyo msio na wasiwasi ili jambo kwanza ni jambo la heri, limetangazwa kwenye mashindano ya Qur'ani sawa. Baada ya maelezo hayo Dr. Mwimbe, lakini pia hapa nje eh, kuna dada yetu hapa Sara, yeye ndio ambaye anaratibu zoezi hili, atatuambia hapa tuchukue namba zikoje, lakini record mpaka sasa hivi mwitiko wa watu ukoje? Zinaendelea vizuri alhamdulillah rabbalamina na pia mwitikio umeonekana ni mkubwa sana, kama mnavyoona, lakini baada kufikia sasa hivi watu ni wengi sana, na idadi pia ni kubwa, naweza nikasema mpaka sasa hivi ni zaidi ya watu 50 wa watafika mpaka wangapi? Lakini si ni kwamba mwishiko ni mkubwa na watu wanakuja kila, kila baada ya dakika kadhaa. Ni ambao amejiandikisha leo tu peke yake, ama umechukua namba mpaka wale ambao walijiandikisha eh, siku kadhaa? Yes, wako baadhi ambao walijiandikisha amini nyuma, baada ya kabla siku kadhaa nyuma, then kuna ambao amejiandikisha leo. Means that ni wako kwa kiasi kubwa sana, wa nyuma just ni kama 50 plus, na leo bado wanaongezeka wana kuja kwayo. Tumechukua rekodi kwanzia last days mpaka today. Baada ya maelezo hayo ya Madam Sara pale, mratibu wa jambo hili kutuambia, e, mwitiko wa watu ulio e, ambao upo mpaka sasa hivi katika kituo hiki cha afya cha Segerea, tuwasikilize wazazi nao hisia zao juya e, hichi ambacho wamekifuata e, hapa. Kwa kweli mimi nawashukuru sana kwa moyo wao huo na waendelee kwa moyo huo na Mungu azidi kuwajazia pale wanapopunguza. Nimeshukuru sana kwa mrejesho huu wakuja kutufanyia watoto wetu suna kwa sababu wengine hali zetu sio nzuri sana, ndio maana tumeshukuru huu mrejesho. Tunawashukuru sana Allah awajalie awa, awa heri na baraka. Kwa kweli nashukuru sana nikifanikisha kupata matibabu, namshukuru sana na mwenye kutoa huduma hii Mungu ambariki sana. Kwa kweli Mungu awape pesi uh... Kwa, awajali uh, uwezo wa kuendelea kusaidia watu wengine zaidi. Mwenyezi Mungu awazidishie baraka inshallah. Kwa kweli nasema jazaka lau khaira. Eh, uh, eh uh, sina kubwa ni hilo jazaka lau khaira, Mwenyezi Mungu awazidishie kila la khaira. Shughuli imemalizika salama hapa katika kituo cha afya cha Tabata Segerea, na hapa tuko naye Dr. Mwimbe. Atatuambia uh, leo jambo limeendaje. Alhamdulillah, bado mwitikio ni mkubwa, ukiangalia uh, wananchi bado wanakuja kwa wingi wanakuja wana kwa kidogo kidogo, yani ukiangalia, yani kwa mfano kama asubuhi tumefika, walikuwa hapo kama hamsini tu, lakini mwisho wa siku wanakuwa wanaambiana wanaambiana wanaambiana mpaka tumefikisha sabini na tatu. Kwa hiyo leo tumefanyia watoto sabini na tatu, katika kituo hiki cha a, Tabata Segerea. Kwa alhamdulillah, tunamshukuru Mungu kwa ni idadi ambayo ni kubwa bado, aa, ukilinganisha na, na idadi ya vituo ambavyo aa, vilivyosalia. Kwa hiyo aa, ni kitu ambacho kwa kweli ni kikubwa na tunamshukuru sana Mungu kwa kufanyia hivyo inshallah. Kituo cha nne kimemalizika leo hapa katika wilaya ya Ilala hii, katika kituo hiki cha afya cha Segerea watoto 73 wameweza kufanyiwa suna hapa, na hii ni watoto wote wa dini zote, kwa maana watoto wa Kiislam na watoto wasiokuwa wa Kiislam pia. Kama ambavyo tunafahamu, hili ni zoezi ambalo Al-Hikma Foundation wameliahidi kulifanya na linawahusu Watanzania wote bila kujali eh, dini zao na itikadi zao pia. Utafahamu eh, Al-Hikma Foundation wao ndio ambao waliahidi kuyafanya haya huku SMV wakiwa ni watekelezaji kwa vitendo kile ambacho Al-Hikma Foundation wamekiahidi. Tayari namba mpaka jana ilikuwa ni 1144 na leo wamefanyiwa watoto 73 ukijumlisha eh, takriban watoto 1217 mpaka sasa tayari washafanyiwa suna. Kumbuka awali ofa ilikuwa ni watu watoto 1000 lakini kutokana na mwitiko kuwa mkubwa sana Al Hikma Foundation ikajipanga tena na kuongeza namba ya e, watoto 800 kwa hivyo hivi sasa tupo katika namba 1217 kuelekea 1800 unaweza ukaona e, tayari e, tunaanza kuitafuta 800 sasa hivi tena asante kwa wote ambao walikuwa nasi nyuma ya kamera ni Omar Salum Ng'anga mimi ni Abdullahi Mashi na wapenda wote kwa ajili ya Allah Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kituo kinachofuata tarehe 28 mwezi wa 6 tutakuwa katika kituo cha afya Kinyerezi na tarehe 29 mwezi wa sita tutakuwa katika zahanati ya Kitunda. Ewe mzazi au mlezi, mwandikishe mwanao sasa katika kituo kilichotajwa kilicho karibu nawe ili asaidiwe. Kumbuka zoezi letu hili ni bure na halibagui mtu kwa dini yake wala kabila lake.